Habari marafiki, leo hebu tuzungumzie upasuaji wa kubadilisha nyonga kwa kutumia saruji. Kwa kawaida kuna aina mbili za upasuaji wa kubadilisha nyonga. Moja ni ile ya kutumia saruji ambapo tunatumia saruji kufunga vipande vya nyonga. Nyingine ni ile isiyotumia saruji ambapo hatutumii saruji kufunga vipande vya nyonga vilivyobadilishwa. Mchanganyiko wa hizi mbili pia upo, unajulikana kama hybrid fixation ambapo tunatumia saruji kwenye kipande kimoja na kipande kingine hakitumii saruji. Kwa kawaida, tunapotumia neno hybrid inamaanisha kwamba shina linafungwa kwa saruji na kikombe hakitumii saruji. Kuna kitu kinachoitwa reverse hybrid pia, ambapo kikombe cha acetabular kinafungwa kwa saruji na kipande cha femur hakitumii saruji. Leo tuzungumzie upasuaji wa kubadilisha nyonga kwa saruji kawaida. Upasuaji huu unapendekezwa kwa wazee kwa wenye osteoporosis hasa wanawake zaidi ya miaka 65. Hii inapunguza hatari ya kuvunjika mfupa karibu na bandia, na pia kupunguza hatari ya kurekebisha upasuaji. Matokeo huwa bora. Pia hufanyika kwa wagonjwa walio na kuvunjika shingo ya mfupa wa paja ambapo arthroplasty inapendekezwa, yaani pale shingo ya mfupa wa paja inapovunjika kwa wazee. Hii pia inaweza kuwa sababu ya kufanya upasuaji huu kwa sababu inaruhusu mgonjwa kukanyaga na kubeba uzito mara moja baada ya upasuaji. Wakati mwingine pale ambapo mfereji wa mfupa wa paja hauko kawaida, kama vile tunavyosema stope pipe canal, au mgonjwa amewahi kufanyiwa radio therapi hapo awali, au ana osteoporosis kali na hatuna uhakika kama tutapata udhabiti wa kutosha wa kupachika kifaa chetu bila kutumia gundi, basi kutumia gundi kwenye shina la bandia huwa ni chaguo la kuaminika sana. Faida kuu ya upasuaji wa nyonga kwa kutumia gundi ni kwamba unamwezesha mgonjwa kupona mapema na kuanza kutembea haraka. Sasa hapa ni muhimu kukumbuka kwamba kwa kawaida kwa wagonjwa vijana ambao ubora wa mfupa ni mzuri, kupachika bila kutumia gundi pia hutoa matokeo mazuri sana. Lakini kwa wagonjwa wazee wenye osteoporosis, mara nyingi tunachagua kutumia gundi. Sasa tunapozungumzia uimara wa upasuaji wa nyonga kwa kutumia gundi kwa wazee au wagonjwa waliopendekezwa, rejista ya kitaifa inaonyesha kwamba kuna uimara mzuri sana wa miaka kumi hadi ishirini. Kwa kawaida tunasema miaka kama 15 au 18 ndiyo inafaa zaidi, lakini kuna mambo mengi yanayoamua ni muda gani upandikizaji wa nyonga utadumu. Kwa kawaida tunapozungumzia mambo hayo kimsingi inategemea jinsi mgonjwa atakavyotumia nyonga bandia tutakayoweka kama vile umri wa mgonjwa, tayari tumeshaizungumzia. Kuna tofauti fulani pia kati ya jinsia. Kwa kawaida wanawake wanahitaji upasuaji wa kurekebisha nyonga wakiwa na umri mdogo zaidi, au baada ya muda fulani ikilinganishwa na wanaume. Wanawake huhitaji mapema kidogo kuliko wanaume. Pia kisukari kinaathiri muda wa kudumu kwa upandikizaji kwa ujumla. Hali ya uvutaji sigara pia inaathiri muda wa kudumu kwa jumla. Bila shaka, aina ya upandikizaji na mbinu inayotumika pia vinafanya tofauti. Ninaposema mbinu ya upandikizaji, namaanisha uwekaji sahihi wa vipande vya upandikizaji. Hilo linaathiri matokeo ya jumla yatakavyokuwa. Pia aina gani ya muundo wa shina tutatumia kama ni tapa slim au composite beam. Na pia kuna vifaa vingine vingine. Na kuna vifaa vingi vinavyopatikana pia kama vile tunatumia sehemu ya keramik au chuma, nyonga ya chuma au tunatumia polima. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu sababu za jumla na muda wa kudumu wa upasuaji wa nyonga wa kutumia simenti, kwa kawaida huu huhifadhiwa kwa wagonjwa wazee pekee. Tuliongea kuhusu kama ni upasuaji wa nyonga uliowekwa simenti au ni mchanganyiko au mchanganyiko wa kinyume, kwa sababu hilo linaathiri muda wa kudumu wa nyonga kwa kawaida kwa upasuaji wa nyonga wa mchanganyiko, ambapo tunatumia shina la paja lenye simenti na kikombe kisicho na simenti, hii inazidi kupata umaarufu kwa sababu kiwango cha kurekebisha tena ni kidogo. Kwa hiyo kwa ujumla, kama unapanga kufanyiwa upasuaji wa nyonga na daktari wako amekushauri upasuaji wa nyonga wa kutumia simenti, usiwe na wasiwasi. Mwamini daktari wako kwa sababu imani yako kwa daktari wako ni muhimu sana. Pia unapaswa kufanyia kazi mambo yako kama uzito, mazoezi ya kuepuka kuvuta sigara. Mambo haya pia yatakusaidia katika kuongeza maisha ya upasuaji wako wa kubadilisha nyonga. Ikiwa kuna shaka yoyote au ukitaka kuwasiliana nasi, unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari iliyoonyeshwa hapa chini. Tutafurahi kukusaidia katika safari hii ya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Asante.